Juu ya mtumishi wetu aliyekuwa mtumishi wetu Lucia, mimi sina la kusema zaidi ya kuungana na yale yote yaliyosemwa na watu wote waliosimama kwenye mimbara hii. Hakika mliosema juu yake ndivyo ilivyo. Tumempoteza mtumishi, tumempoteza kijana wetu, tumepoteza nguvu yetu ya kesho. Lakini kwa sababu ni kazi ya Mungu, hatupaswi kulaumu. Maneno ya Mungu yanasema tushukuru kwa kila jambo. Tumempoteza jembe letu, tumempoteza binti yetu, tumempoteza mchapakazi Lucia. Alikuwa haangalii muda anaofanya kazi, alikuwa anafanya kazi mpaka aridhike kwamba kazi yake imeisha. Na tulikuwa na mipango mingi, tulikuwa tumepanga mambo mengi kwa ajili ya ku endeleza mkoa wa Mbeya upande wa UWT, wanawake wote wa mkoa wa Mbeya kwa kweli tumepoteza kiongozi mkubwa sana, kiongozi makini. Lucia Sule alinyoka kama lula, alitukutanisha wanawake wote pamoja, hakutaka makundi. Tulitulia sana tangu alivyofika, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Pokeeni salamu za pole za mheshimiwa Rais Dr Samia Sulu Hasan anawapa pole wana Mbeya wote, anawapa pole wanachama wa chama cha Mapinduzi, anawapa pole sana viongozi wa UWT, na salamu hizo ziende sambamba kwamba tumwezi rusi kwa matendo yake, tumwezi rusi kwa nia aliyokuwa nayo, lakini anasema tuendelee umwezi rusi kwa kufanya kazi. Rusi Sule amepata majanga akiwa kwenye shughuli za ujenzi wa chama. Kwa Rusi ni mfano wa viongozi wa kuigwa.